Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwa kushirikiana na serikali ya Moroko imeanza taratibu za ujenzi wa eneo changamani la michezo katika eneo la Nara mkoani Dodoma lenye ukubwa wa ekari mia moja hamsini. Naomba nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada zake za kuimarisha michezo nchini, kwani mradi huu ni matokeo ya ushirikiano mzuri baina yake na mfalme wa Moroko. Chuo cha maendeleo ya michezo Malia kimeendelea kuendesha mafunzo stashahada ya ufundishaji michezo na utawala wa michezo ambapo jumla wanachuo 97 wanaendelea na mafunzo. Jumla ya vyama, vilabu na vituo vya michezo 250 vimesajiliwa katika kipindi hiki. Ili kuimarisha ufanisi na tija katika ukusanyaji wa mapato yatokanayo na michezo, wizara imekamilisha ujenzi wa mfumo wa kielektroniki wa ukusanyaji wa mapato yatokanayo na vingilio katika uwanja wa taifa na uwanja wa Uhuru. Baraza la Michezo la Taifa BMT liliendesha semina kwa maafisa michezo 49 wa mikoa wila na wilaya kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Mtwara, Pwani, Morogoro, Lindi, Tanga, Singida, Dodoma, Manyara, Arusha na Kilimanjaro yolenga kuwajengea uwezo wa kusimamia utekelezaji wa sera ya maendeleo ya michezo maendeleo ya michezo sheria ya BMT na uratibu wa shughuli za michezo katika maeneo yao. E, vile vile BMT ilisimamia uchaguzi au uh, chaguza vyama vya michezo vitano. Vyama hivyo ni chama cha judo Tanzania, chama cha riadha Tanzania, kamati ya olimpiki Tanzania, chama cha mashua Tanzania na chama cha tenis Tanzania. Uh, vile vile kwa kushirikiana na UNESCO BMT iliendelea iliendesha tamasha la kupinga matumizi ya madawa ya kusisimua misuli michezoni. Aa, kwa wanafunzi kutoka shule kumi za sekondari na msingi za wilaya Temeke na wadau wengine wa michezo. Na kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu kulifanyika ligi kuu ya mpira wa miguu ya wanawake iliyohusisha wa timu 12 kutoka mikoa 12 ya Tanzania bara ambapo timu ya Mlandizi Queens iliibuka bingwa wa ligi hiyo. Napenda kutumia fursa hii kumshukuru na kumpongeza mlezi wa timu hiyo, Mheshimiwa Salma Rashid Kikwete, mbunge wa kuteuliwa, kwa kuiwezesha timu hiyo kufikia mafanikio hayo. Aidha, natoa wito kwa waheshimiwa wabunge na Watanzania wengine kuiga mfano huo ili kuinua viwango vya michezo nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawashukuru waheshimiwa wabunge, wadau mbalimbali na wananchi wa mbali mbali kwa ujumla kuichangia timu yetu ya Serengeti Boys ili iweze kufanya vizuri katika fainali za kombe la Under 17 la Afcon na hatimaye kupata nafasi ya kushiriki kombe la dunia nchini India mwezi Novemba 2017. Aidha, natoa wito kwa waheshimiwa wabunge, wadau mbalimbali na Watanzania wote kwa ujumla kuendelea kuichangia timu yetu kwa hali na mali katika kufanikisha azma hii. Wizara imeunda kamati ya watu kumi inayoongozwa na mtangazaji nguli nchini, bwana Charles Hillary kwa ajili ya kuhamasisha wananchi kuiunga mkono timu hii. Aidha, wizara kwa kushirikiana na TFF imefungua akaunti maalum itwayo TF Football Development Fund E, namba Diamond Trust Bank. Napenda kutumia fursa hii kumshukuru Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa kwa mchango wao mkubwa katika suala hili. Changamoto zilizojitokeza na hatua zilizochukuliwa ukurasa wa 48 mpaka 51 pamoja na mafanikio yaliyofikiwa katika mwaka 2017. Katika kipindi hicho wizara ikabiliwa na changamoto mbalimbali kama ilivyoainishwa katika aya 87 ukurasa wa 48 mpaka 51 wa hotuba zangu, hotuba yangu. Changamoto hizo ni pamoja na kutozingatiwa kwa maadili ya uandishi wa habari na utangazaji kwa baadhi ya vyombo vya habari, mmomonyoko wa maadili miongoni mwa jamii, sera na sheria za sekta ya utamaduni, sanaa na michezo kutokidhi mahitaji ya sanaa, uchakavu wa mitambo ya shirika la utangazaji E, TBC na mwamko na uelewa mdogo wa umuhimu wa jamii kushiriki kwenye michezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara imechukua hatua mbalimbali ili kuzipatia ufumbuzi changamoto zilizojitokeza kama nilivyoelezea kwa kina katika aya ya 87 ukurasa wa 44 paka 51 wa hotuba yangu, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu kuhusu uzingatiwaji wa sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia sekta za habari na utangazaji, utamaduni, sanaa na michezo, pamoja na kuanza mapitio ya sera na sheria zinazokidhi mahitaji ya sasa. Aidha, serikali imeendelea kuongeza bajeti ya shirika la utangazaji Tanzania TBC ili kuboresha usikivu na uendeshaji wa shirika hilo. Mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 17 18, sehemu hii ya hotuba yangu, ukurasa wa 51 mpaka 61, inaelezea kwa kina majukumu yaliyopangwa kutekelezwa na wizara katika mwaka 2017 18. Majukumu yao kwa kifupi ni pamoja na kuanzia kwa na sekta ya habari na utangazaji. Wizara kupitia idara ya habari maelezo itaendelea kuwa msemaji mkuu wa serikali katika utekelezaji wa sera, sheria ya mikakati, programu na miradi mbalimbali mbali ya maendeleo, kuratibu vitengo vya mawasiliano serikalini na kusimamia utekelezaji wa sheria namba 12 ya huduma za habari ya mwaka 2016 na kanuni zake. Aidha, TBC Itakarabati studio za redio na televisheni za mikoani Dodoma na Dar es Salaam. Itanunua vifaa vya utangazaji wa redio na televisheni na kuongeza ubora wa studio na mitambo. Kwa upande wa kampuni ya magazeti TSN, kampuni hiyo itaendelea kuimarisha ubora wa bidhaa na huduma inazozitoa pamoja na kuongeza ufanisi katika uzalishaji na utendaji kazi. Aidha, mamlaka ya mawasiliano itaendelea kukamilisha zoezi la kutoa mafunzo kwa wakalimani wa lugha ya alama kutoka kwenye vituo vya television na kukamilisha mwongozo wa udhamini wa matangazo ya biashara kwa vituo vya utangazaji. Vile vile, TCRA itaendelea kutoa elimu na mafunzo kwa vituo vya utangazaji ili kuhakikisha weledi wa kutayarisha na kutoa habari unazingatiwa. Sekta ya maendeleo ya utamaduni. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2017-2018 wizara itaendelea kuratibu na kusimamia ukusanyaji, uorodheshaji na usambazaji wa kumbukumbu kumbu kumbu za historia na urithi wa kiutamaduni kuhuisha sera ya utamaduni ya mwaka 97, na kuandaa sera ya lugha ya taifa hufanywa utafiti wa mila na desturi za jamii za Kitanzania kwa lengo la kuweka kumbukumbu, kuhifadhi, kulinda, kuenzi na kuziendeleza, na kufanya utafiti na kuhifadhi lugha za kijamii na kukuza misamiati ya lugha ya Kiswahili. Aidha, Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA litaandaa vipindi hamsini na mbili vya lugha ya taifa kupitia redio ya TBC taifa na Clouds vipindi hamsini na mbili vya Kumepambazuka kupitia redio 1 na vipindi hamsini na mbili vya Ulimwengu wa Kiswahili kupitia television ya TBC, kufanya tafsiri kwa asasi za serikali, mashirika ya umma na ya binafsi pamoja na watu binafsi, na kukusanya matini andishi ya Kiswahili yenye jumla ya maneno milioni mbili na kuyaingiza kwenye mfumo wa kusomeka kikompyuta. Sekta ya maendeleo ya sanaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2017-18 wizara itaendelea kukamilisha uandaji wa sera ya taifa ya maendeleo ya sanaa, sera ya taifa ya maendeleo ya filamu na mfuko wa maendeleo ya sanaa na ubunifu, pamoja na kuratibu mikutano na matamasha mbalimbali ya kitaifa na kimataifa kuhusu masuala ya sanaa ya ubunifu. Aidha, wizara kwa kushirikiana na wizara ya viwanda biashara na uwekezaji itafanya mapitio ya sheria ya haki miliki na haki shirikishi na namba 7 ya mwaka 99 na kanuni zake ili kuimarisha utendaji wa kosota na kuboresha haki za wadau hususani wa sekta sanaa. Aidha, bodi ya filamu Tanzania itapitia miswada 205 ya kutengenezea filamu eh, na makala za filamu na michezo ya kuigiza na kutoa vibali kwa watayarishaji na wapiga picha wa za filamu wa ndani na nje ya nchi, kuhakiki jumla ya kazi za filamu elfu moja kuzipangia madaraja ya kuzitolea vibali, kuendelea kubaini na kuwachukulia hatua wamiliki wa mitambo ya kutengeneza kazi za filamu zinazoingia sokoni kinyume na sheria na kuendelea kuwajengea uwezo wanatasnia ya filamu. Hata baraza itaendelea kuboresha ubunifu na kuibua na kukuza vipaji na kufanya tafiti mbalimbali mbali za sanaa, kukuza soko la kazi za sanaa na kuwawezesha wasanii kutumia fursa za mitandao na teknolojia ya habari na mawasiliano katika kazi zao na kuuisha na kuboresha sheria namba 23 ya mwaka 84 iliyoanzisha BASATA. Aidha, taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo Tasuba itaendelea kujenga uwezo kwa wadau wa sekta ya sanaa na utamaduni kwa kutoa mafunzo ya stashahada na cheti na kozi fupi. Sekta ya maendeleo ya michezo, katika mwaka wa fedha 78 wizara itaendelea kuisimamia maendeleo ya michezo nchini, kuboresha mfumo wa usimamizi wa vyama vya michezo nchini, ikiwa ni pamoja na kuuisha sera ya michezo na sheria ya Baraza la Michezo la Taifa namba 12 ya mwaka 67 na marekebisho yake namba 6 ya mwaka 71, kuendelea na na maandalizi ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya mpira wa miguu ya AFCON 2019 kwa vijana wa chini ya umri wa miaka 17 na kutoa mafunzo ya michezo kupitia chuo cha michezo Malia. Na kwa upande wa BMT, baraza hilo litaendelea kutekeleza mpango wa michezo kwa jamii kwa kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa walimu wa shule za sekondari na msingi, kuhamasisha ushiriki wa jamii katika michezo mbalimbali, ili kujenga na kuimarisha afya zao. Na BMT itaendelea kutoa elimu kwa wadau juu ya athari na matumizi ya dawa za ambi na mbinu haramu za kuongeza nguvu michezoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuimarisha utalii na michezo, utalii wa michezo na vile vile kuvitangaza vituo vya utalii vilivyopo nchini. Mwaka 17, 18 Wizara kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki itahakikisha inawasiliana na balozi zetu zilizopo E, nchini Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Uholanzi, Ubelgiji, Urusi, China, Japani, Jamhuri ya Korea, Kanada na Marekani kwa lengo la kuzikaribisha klabu kubwa za mpira wa miguu za nchi hizo kuja nchini ili kutumia miundombinu yetu ya kisasa ya michezo na kutembelea vivutio mbalimbali vya utalii tulivyonavyo. Hapa tayari tuna uzoefu, uzoefu wa ziara za aina hiyo ya wachezaji wa kimataifa wastaafu wa timu ya mpira wa miguu ya Real Madrid kutoka Hispania ambao walicheza na wachezaji wastaafu wa timu yetu ya taifa jijini Dar es Salaam mwaka 2014 na kupata fursa kutembelea vivutio vyetu vya utalii. Ziara ya timu hiyo ilitangazwa dunia nzima kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo pamoja na CNN, BBC na SuperSport. Aidha, moja ya timu kubwa iliyoko kwenye ligi kuu ya Uingereza Everton FC inatarajiwa kuja nchini mwezi Julai 2017 kwa lengo la kucheza mechi moja kima taifa, ya kimataifa ya kirafiki na moja ya timu zetu kongwe zinazocheza ligi kuu nchini na kutembelea vivutio vyetu vya utalii dhamira Everton FC ni kucheza na timu itakayoshinda katika mechi maalum ya kirafiki kati ya klabu ya Yanga na Simba. Mheshimiwa mwenyekiti, ujumbe wa timu hiyo umeshakuja Tanzania mara mbili ndani ya mwaka huu, mara ya kwanza kujadiliana na wizara na kukagua uwanja wa taifa na miundombinu yake, na mara ya pili kujidilisha kuhusu ubora wa nyasi za uwanja wetu. Makadirio ya bajeti kwa mwaka wa fedha 17/18 Mheshimiwa Mwenyekiti, mapato katika mwaka wa fedha 2017/18 wizara, kupitia idara ya maelezo habari na idara ya maendeleo ya michezo, inakadiria kukusanya jumla ya shilingi milioni 855 tano elfu kutoka katika vyanzo vyake mbalimbali vya mbali mapato ikiwa ni ongezeko la asilimia 44 ikilinganishwa na shilingi milioni na 825 ambazo ni makadirio ya mwaka 2016-2017. Aidha, taasisi hizo chini ya wizara zinatarajiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 36 912 milioni 939 elfu. Aa, naomba muangalie kiambatisho namba 4 ukurasa wa 72 wa kitabu kuhusu mchanganuo wa makusanyo ya maduli kwa taasisi e, e, za wizara. Matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2017-18 wizara imetegemewa imetengewa bajeti ya shilingi bilioni 21 892 milioni 695 elfu kwa ajili ya matumizi ya kawaida, matumizi mengine na mishahara. Fedha hizo zinajumuisha mishahara ya watumishi wa wizara shilingi bilioni 4 milioni 389 869 elfu, mishahara ya taasisi zilizo chini ya wizara shilingi bilioni 12 milioni 886 747 elfu matumizi mengine mengineyo ya wizara shilingi bilioni tatu milioni mia nne na tano, mia saba themanini na tatu elfu na, na, na matumizi mengineo ya taasisi shilingi bilioni moja milioni mia mbili na kumi, mia mbili tisini na sita elfu. Vyambatisho namba tano, sita na kiamarisho namba na, saba vinafafanua zaidi kuhusu mgawanyiko wa bajeti hii ambayo iko ukurasa wa 73 mpaka 78 wa kitabu changu. Miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2017-18 wizara imetengewa jumla ya shilingi bilioni 6 milioni mia tatu ishirini kwa ajili ya kutekeleza miradi mitatu ya maendeleo ambayo ni programu ya urithi wa ukombozi wa bara la Afrika, maandalizi ya awali ya ujenzi wa eneo changamani la michezo Dodoma, na upanuzi wa usikivu wa TBC. Angalia kiambatisho namba nane. Maombi ya fedha kwa ajili ya kutekeleza mpango wa mwaka 2017/2018. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili wizara iweze kutekeleza majukumu na malengo yake ya mwaka wa fedha 2017/2018, naomba sasa Bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi bilioni 28 milioni 212 695 elfu, ambapo kati ya fedha hizo, mishahara ni shilingi bilioni 17 milioni 276 616 elfu na matumizi mengineyo shilingi bilioni nne milioni mia sita kumi na sita na sabini na tisa elfu na, na miradi ya maendeleo ni shilingi bilioni sita milioni mia tatu ishirini. Mchanganuo wa bajeti ya fedha hizo upo katika viambatisho vilivyotajwa hapo awali ambavyo ni sehemu ya hotuba hii.